Yani, yani, yani, yani, yani, ni nikuulize Kaka Juma niulize ati wanaume hmm? kutoka 006. Taita Taveta. Taita Taveta. Hey. Ati ati hey? Wameamua kufa kikondo hmm. Wananyoroshwa wanaogopa na hivo na kina nguo hmm? Wananyoroshwa na kina nguo na kina nguo alafu waendi kusema. Sasa nikuulize swali. Ndiyo. Unajua mimi, mimi niko ndani ya kaunti ya Taita Taveta ndio sawa ndio mimi bado si, si, si, si, si.sijawahi nyoroshwa. Ndio wewe ushanyoroshwa bado <laughs> <laughs> <laughs> Hizo no sijui. Sijui ndasema ni ni wa anyone. Yaani kabisa mwanaume unakubali kunyorosha jamani. Ngoja kaka Juma, kulizi. Eh. Hey. Ushaiona mwanaume pale police station? Mm. Akiwa eti ameenda kuripoti. E, ati nimepigwa na nini ngumu, ni ngumu. Mbona? Kwa sababu wanaonaga ile tini ya aibu ukipigwa na mke pale, eh, eti watu watakucheka mambo kama haya. Ndio. Alafu ngulize, niulize tena. Ushaiona mwanaume mm -hmm. ameenda kuripoti. Ndio. Yakuwa mm -hmm. ati ameshikwa kwa nguvu. Wanapanga kutulia <laughs> mimi naweza sema hivi, nasema labda asilimia kubwa labda ya wanaume ambao labda wanaweza gongo pale kwa nyumba, labda ni wale sana sana wanajihusisha na hizi mambo ya pombe, mambo ya pombe, mambo ya pombe kwa e, pombe, sababu ukiwa mlevi pale ndio hauwezi jizuia, lazima mangume atakuai lakini siamini Nelson, kama ukiwa soba ndio yaani, kabisa uko soba hivi soba ndio, alafu kabisa anakuja kugonga, inawezekanaje? Lakini unaweza kuwa kamwili labda kana nguvu eh, kamwili akana nguvu, kana shikwa hivi wa, alafu, unajua kuna mtu akikukalia hivi mpaka unasema ni samee ni samee mke wangu. Sasa kuuliza swali, unataka kumaanisha kwamba wale wanaume ambao wale hawana hawana mwili vile wameoa wanawake ambao wamewazidi mwili, pia kuna hatari kubwa kugongwa? Unajua chanziona kabisa. Wakigogo buda anakuja hivi, anauliza, umekuja na nini sapa? Anasema sije leo, sijapata kibiti kinaanza an <laughs> anapigwa kisa na maana amekosa kuleta sapa, kwa sababu hujapata chochote, unasema leo mke wangu sijajaliwa, lakini unanyoroshwa lakini sasa unaona, wanaambia waende waripoti pale polisi, ndiyo ya kuwa uh -huh. wanaonewa mm, ama wanadhulumiwa, lakini hawaendi kusema. Lakini mimi naweza sema pia sababu moja ambayo imechangia ni kwamba unapata kwamba uh, maslahi ya wanawake yamekuwa mbele sana, eh, unapata kwamba kauli ziko pale, wanawake wanadhulumiwa eh, wanawake katika ndoa zao, yaani kila mahali unasikia tu ni haki za wanawake, haki za wanawake. Kwa mara ya kwanza Nelson, nimesikia kwamba wanaume kufanya nini kuvunja ile ukimya ku, eh, kuna mmoja ameongea hapo, amesema mke wake kwanza alikuwa na na, na vijana, anu, eti, mama, uh-huh, anashirikiana na vijana watoto wake, amenyoroshwa mara mara tatu tatu wake mara tatu, yani kabisa mpaka eti mama anashirikiana na watoto kunyorosha mzee. Wewe mtoto kabisa una una una, una, una punish mzee wako. Baba, unajua sasa ukifika pale jioni, ndio. Venye yani hiyo picha venye naivuta, mm -hmm. Unafika pale mama anauliza anazusha kidogo, mm -hmm. alafu wale mabarobaro venye jamaa amesema, ndio. Mabarobaro wanamshika pale wanamfunga kamba labda alafu ni kibiti kibiti za. Kwa, kwa, kwa nini umezushia mama? Kwa nini umezushia mama? <laughs> na unajua mtoto wa kiume anapenda mama sana. Sana, sana. Mimi nasemaje, Nelson? Mimi nasema, uh -huh. A, e, ni mwanaume uh -huh, usikubali kudhulumiwa pale nyumbani. Usikubali, usikubali kabisa, usikubali. Na ukiona labda anakushinda nguvu, ndio tafuta usaidizi kwa jirani, upige ndomo. Unatokea kwa jirani, unasema unamwambia hata kama rafiki yako pale, unamwambia ndugu yangu lakini mimi mke wangu pale amezidi. Unajua kuna mmoja alimuuliza akasema naanzaje kupiga nduru, naanzaje kupiga nduru ama kusema jirani ndiyo anisaidie, ninamalizwa na mke wangu. Unasema ndugu yangu sabaya yale pale ni unajua wanaume wanakufa na mawazo unapata ameachwa pale ameshinda sasa huyu mwanamke, acha niondoke nione atafanya nini, ama acha niondoke na macheko. Wanadhulumiwa mpaka wanaamua kujinyonga, imagine. Si jambo zuri. Zim. Mimi mimi mimi binafsi eh yeah. uh -huh. Mimi binafsi uh -huh. Mimi nasema tu ni vile ni huu paroko eh, lakini ingekuwa si uparoko ndio, alafu nimechukua mtu nimeoa pale ndio, yani narudia, ni vile tu ni huu paroko ndio, lakini ningekuwa mimi si father paroko ndio nimechukua mtu pale uh -huh. Vile uh -huh. Alafo, <laughs> eh uh vile eh uh alafu nataka kunipunish ngoja, uh nikuulize eh yeah. Ikiwa siku moja eh utapata mwanaume ameenda ku report eh, pale polisi ndio yakuwa nimedhulumiwa na mke wangu, sawa unaweza unaweza kuchukulia, mimi kwanza naweza mpongeza, nitamwambia baada ya kuandika statement pale, nitampeleka mahali nitampeleka mahali eh, aende aende kunywa soda, aende kunywa soda. Eh, halo halo Kididi, halo Kididi, good evening. Good evening too, mambo vipi? Poa, hali zetu tuko fiti. Tunaongea na nani pale? Unaongea na na mimi nani huyo? Nani amesahau jina lake jamani? Yeah. Unachangia vipi kwa wanaume ambao labda wananyoroshwa na bibi zao? Kwa ndiyo, wewe changia chochote. Ni wale, wale. Ni wale wale. Wale wale wale wale, mimi narudia tena, mimi nasema kama, lakini ingekuwa sio uparoko, nimeingia pale kwa ndoa, ndoa analeta zile zake, zile zake moja, na huu uparoko na unyoroshwa. Nikiona zile dalili <laughs> Nakwambia Vnoree, nikiona zile dalili, mimi nakimbia police station. Unaenda kuripoti, naenda kuripoti kwa sababu kumpiga si ifai, kumpiga ifai. Unaona kama polisi kweli atakuja arrest yule mke wako, tunatafuta ule msaidizi kabisa ndio, msaidizi e, kabisa Ay, uwa, uwa, wana- wanachungulia wana pale itabidi, hey, umeangalia ile simu yako ya ya simu pale. Lakin, lakini Nelson, hayo ni tisa kumi, tumeongea mm -hmm. tumesema kwamba mwanaume usikubali pale kunyoroshwa, usikubali enda report, enda report na usipige mm -hmm. eti kwa sababu yeye anakupiga na, mm -hmm. na unataka kumpiga na usi revenge, usi revenge. Enda report, enda report, sheria ichukue mkondo wake eh, sheria ichukue mkondo wake. Mimi hmm. ni vile ni upa